Mungu Baba, tazama, tuko hapa, sisi wa Tanzania, tumeumbwa kwa mfano wako. Tazama Baba, hakuna mwanadamu ambaye ni mwenye haki. Tumekukosea tena, tumekukosea sana. Tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe dhambi zetu, tunaomba utusamehe makosa yetu ambayo tumefanya ndani ya nchi hii. Ee Mungu uturehemu, kwa damu ya Yesu. Baba, leo hii tuko mbele yako kwa sababu umekubali kumpa mama yetu rais wetu hii kibali cha cha kuwa rais kwa. Baba, ninaomba kama vile ulimpa hekima na akili nyingi na nguvu nyingi kwa mfalme Sulmani, naomba mpe yeye yeah, hekima nyingi, busara nyingi, yeah, akili nyingi na uwezo mwingi, hebu wangu, kama vile katika agano la Kale uliwatia nguvu wafalme kuongoza nchi, naomba mpake mafuta yake aweze kujua siri za Baba. Kuongoza mwanadamu ni kazi kubwa, kuongoza watu Baba. Wana mawazo mengi sana, wengine wanaumia, wengine wanafurahi. Nani ataweza kuwasaidia? naomba mpake mafuta watumishi wako rais, pamoja na makamu wake, waweze kushika nchi yetu, waweze kuleta amani. Na Baba, vidonda mai ndani ndani ya wanadamu viweze kupona. Haya, nimeomba katika jina la Baba na ya Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe, shikamuni wazazi. Katika kipindi cha Sunday School watoto tumejifunza kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza hadi wa kumi. Tutaenda kutaja hapo: mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na tena utupu, na giza lilitanda juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, na iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Nuru akaiita mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni basi. <tipanilis> <tipanilis> <tipanilis> mstari wa sita. Mungu akasema, na liwe yanga katikati ya maji likatenge maji na maji Mstari wa saba Mungu akalifanya lile anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Mstari wa nane Mungu akaliita lile anga ya mbingu, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku, siku ya pili. Mstari wa tisa Mungu akasema yale maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mstari wa kumi, Mungu akapaita pale pakavu nchi, ya makusanyiko ya maji akapaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. <coughs> kwenda kutaja kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa sita. Mstari wa kwanza unasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pae yenye mizaa. Mstari wa pili bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezayo, na sheria yake utabakai mchana na usiku. Mstari wa tatu naye ya a atakuwa ni kama mtu uliopandwa kandokando ya vijito vya maji na uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki na kila alitendalo litafanikiwa. Mstari wa nne sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi tumushua na upepo. Mstari wa tano kwa hiyo wasio haki hawatasimama wahukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko na wenye haki. Mstari wa sita kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye kwa kuwa Bwana naijua njia ya wenye haki, bali njia ya wakosaji itapotea.